Naye mbele yenu ni mwakilishi wa mheshimiwa mbunge ambaye ndio angetakiwa kuwa mgeni rasmi kuna shughuli yetu kama hii. Kama tulivyozungumza, ni kwamba hii kazi ambayo tumekuja kuifanya hapa inatambulika na serikali, lakini pia ni utaratibu ambao umewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwa kwa kwamba watu wanapata huduma, lakini kwa kuhakikisha kwamba tunamsaidia mtu mmoja mmoja. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, karibu walioko mbele yako ni wataalamu madaktari ambao watakuwa wanatoa huduma mbalimbali. Kutakuwa na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa maana ya magonjwa kwa mfano ya moyo, pressure, visukari. Tunajua kwamba magonjwa yapo sana kwa siku hizi, lakini pia kuna daktari ambaye atakuwa anahusika na magonjwa, e, magonjwa na ya kina mama. Pia tunafahamu kwamba kadi siku zinavyozidi kwenda magonjwa ya kina mama yanaongezeka, sindio jamani? lakini pia kuna wengine ambao watakuwa wanatoa eh, matibabu ya magonjwa mapafu. Mwingine atakuwa anapima moyo eh, kuna watu ambao tunahitaji kuangalia moyo unapigaje unafanyaje kazi na vitu kama hivi. Lakini pamoja na hayo, kuna mwingine ambaye amejitambulisha kwama, eh, kwamba ni mtaalamu wa huduma za mionzi eh, tunapenda sana wale watu ambao wanashinda mbalimbali kwenye matumbo, mama wajawazito. Tunajua kwamba hiyo huduma hapa haijawahi kutolewa kwa hiyo mama wajawazito wote tunawakaribisha sana, maweze kupata hiyo huduma ya mionzi, kwa sababu na mtaalamu ambaye amekuja hapa kwa ajili ya hilo zoezi. Kwa hiyo mwisho mgeni rasmi, ni kwamba tumekuja hapa, tutakuwepo hapa leo na, na na kesho. Kwa hiyo tutajitahidi kutumia muda mfupi au kutumia muda vizuri kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanakuja kwa ajili ya hizi huduma wanapatiwa matibabu Ipera we Oye, ni kwa hiyo nimpende kuwatoa shaka kwamba msije mkajiona mpo wengi na sisi kwa chache, lakini kimsingi kila mtu aliyekuja atapata huduma kulingana na tatizo alilonalo. Lakini baada ya kuzungumza hayo, mgeni rasmi, niseme tu kwamba tumejipanga kutoa huduma vizuri na tunaamini kwamba wale ambao watahitaji huduma endelevu, kwa sababu kuna magonjwa ambayo yatahitaji kuwekea utaratibu wa kliniki, tutaweka utaratibu wa kliniki. Kwa hiyo baada ya baada ya kupatiwa matibabu kwa yale magonjwa ambayo yanapona kwa ndani ya muda mfupi watu watapata matibabu hapo hapo, lakini kuna mengine ambayo yanahitaji taratibu wa kuendelea kufuatiliwa kwenye kwenye kliniki. Kwa hiyo tuombe tuendelee kuzingatia taratibu za kliniki, kwa sababu ndio kitu ambacho kitahakikisha <tipa> kwamba <kisayatusa> afya <tipa> zetu zinaendelea kuwa vizuri. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona tukumbushane kwamba inapotokea mtu ana changamoto ya kiafya eh, tupende kutumia ushauri au maelekezo ya wataalamu. Jamani, si ndio? Eh, tusiishie kwenda kwa waganga wa kienyeji peke yake. Kwa sababu kuna watu ambao ikitokea yaani amesikia kifua kinamuuma, sijui mguu unamuuma, sijui chote kila kinachomuuma, wazo la kwanza naanza kwamba kuna mtu amemwangalia vibaya kuna mtu mba amemgusha kitu si ndio? Siseme kwamba waganga wa jadi wasifanye kazi ah. Lakini sisemi kwamba eh wa, wa wa, na watu wengine ambao wanatoa tiba za siba wasifanye kazi hapana. Isipokuwa sasa Tunapenda sana kushauri watu wazingatie taratibu za matibabu ya kitaalam. Na changamoto ambayo imekuwa ikija ni kwamba kuna baadhi ya watu wanachelewa kwenda kwenye matibabu. Unakuja ukuta unajitokeza kipindi ambacho tayari hali imeshakuwa mbaya. Kwa hiyo tunapenda kukumbushana jamani, pale ambapo unaona kwamba hali sio, mwili wako uko sawa, usiache kwenda kuwaona wataalamu. Kwa sababu matatizo mengi ambayo tunayo yanafikia mahali ya hatibiki kwa urahisi kwa sababu tunachelewa kwenda kufuata wataalamu kwa ajili ya matibabu. Lakini pia tusiishie tu kununua dawa kwenye maduka ya dawa peke yake. Kununua dawa ukameza, inawezekana panado unaifahamu au inawezekana diclofenac unaifahamu. Lakini sasa unapoenda kuona wataalam, manake wanakushauri vizuri zaidi ni kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya na sio kumeza dawa kwa sababu tunazifahamu au kwa sababu watu wanataka kufanya biashara. Na ndio maana tumekuja na wataalamu wa kila aina ambao watakusikiliza kwa makini. Lakini jambo jingine ni kwamba watajitahidi ku, kuchukua maelezo ambayo yatasaidia yata kuendelea kufuatilia wewe kwenye kliniki, lakini nyingine ni kwamba e, utapatiwa matibabu ambayo yanastahili, matibabu ambayo yanaendana na tatizo ambalo una. Kwa hiyo ndugu zangu, nipende kuwakumbusha kwamba unapoona una changamoto ya kiafya usisite kuwafuata wataalam. Tuna wataalam ngazi za zahanati, tuna wataalam hapa kwenye hiki kituo cha afya, tuna wataalam upande wa hospitali, huko kwote wanapatikana kulingana na changamoto ambazo tuna